Ndugu zangu, ikiwa hivi ndivyo ilivyo, basi angalieni uzuri wa Uislamu. Mada yangu si nasema, Uislamu ni dini, Uislamu ni dini ya amani. Wako wajinga, wajinga, narudia tena kwa msisitizo, wako wajinga, wajinga, wanasema Uislamu ni dini ya ugaidi. Hamjawahi kusikia? Ni wajinga, waambieni wajinga, amjui kitu. Eh, Uislamu ni dini ya amani. Hakuna dini iliyosisitiza ikakokoteza suala zima la amani. Hadithi chache nilizokusomeeni tu zinathibitisha kwamba dini hii imekwenda zaidi ya university. Dini hii imekamilika. Dini hii haijaacha kitu kukuthibitishia ya kuwa Uislamu ni dini ya amani, na unajua umuhimu wa amani, na unajua thamani ya amani

Uislamu umekuja kutangaza kuhifadhi mambo makuu matano. Uislamu umekuja na sera tano kuu tano, S sera kuu tano. Uislamu umekuja kuhifadhi na kutetea mambo matano. Sikilizeni enyi msioujua uislamu vizuri, akikuuliza mtu uislamu umekuja na sera kuu ngapi, mwambie tano. Uislamu umekuja kulinda na kuhifadhi na kutetea mambo matano. Jambo la kwanza katika maqasidu sharia al-khamsa, ad-din. Uislamu umekuja kulinda na kuhifadhi dini. Uislamu umekuja kulinda na kuhifadhi dini na imani, kwa sababu pasipo na dini na imani hakuna utu. Wanadamu wanageuka, wanakuwa wanyama. Tuko pamoja? Na ndio maana katika nchi zetu utaona katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, kama sikosei, ibara ya tisa inasema kuna uhuru wa kufanyaje uhuru wa wa kuabudu na uhuru wa kutangaza imani yako pasi na kukashifu imani nyingine. Sasa Uislamu, katika mambo matano ambayo Uislamu umekuja kulinda na kuhifadhi na kutetea kwa nguvu zote ni dini na, na, na imani. Na kwa mujibu wa Uislamu, dini iliyo sahihi ni moja tu.

Wahuwa fil akhirati minal khasirin, na yeyote atakayejifanyia dini kinyume na Uislamu hatokubaliwa. Yeyote atakayefuata dini, utaratibu, mfumo kamili wa maisha usiokuwa wa Kiislamu hatokubaliwa, na akhera imekula kwake, atakuwa miongoni mwa waliopata hasara. Hii ndio sera ya Uislamu. Uislamu umekuja kutangaza kulinda mambo makuu matano. Jambo la kwanza, dini na, na imani. Jambo la kwanza, dini na imani. Jambo la pili, hifdhu nafsi. Uislamu umekuja kuchunga na kulinda nafsi za watu. Uislamu haukubali hata kidogo umwagaji wa damu na kutoa roho za watu. Nitakusomeeni aya moja katika aya chungu nzima zilizosema kwamba msiue watu, Al-Isra aya nambari thalathini na tatu. Msikilize Allah anasemaje, wala taqtulun wala msiuwe nafsi ambayo Allah amekataza kuuwawa kwake illa kwa haki. Haki gani? Kwa mujibu wa Uislamu, atakayeua auwawe. Nani wa kumuua? Mimi na wewe? La, mamlaka iliyo juu yetu ndio isimamie zoezi hilo. Tuko pamoja? na yapo mengine ambayo pia yapelekea mtu akifanya astahiki kuwawa kwa mujibu wa Islam. Mzinifu mwenye mke au mwenye mume, au aliwahi kuwa na mke au mume kisha katoka nje ya ndoa. Nenda katika Suratul An'am utakuta aya kama hiyo, aya nambari 151. Nenda katika Suratul Furqan utakutana na aya kama hiyo haya nambari sitini na nane. Allah anatangaza kinaga ubaga, ya kuwa wala msithubutu kutoa roho ya mtu. Alafu anakuja mjinga mjinga anakwambia dini hii ni dini ya ugaidi, imekuja kuenea kwa upanga. Ni propaganda ya kutaka kuuchafua Uislamu. kwa kuwa uchochezi mara nyingi huleta vurugu na vurugu mara nyingi huleta umwagaji wa damu na mauaji. Hebu sikiliza Qurani tukufu inasemaje? Narudia, kwa kuwa uchochezi mara nyingi huleta vurugu na vurugu mara nyingi huleta umwagaji wa damu na mauaji. Sikiliza sera ya Uislamu, sikiliza sera ya Qurani.

Huyo ni sawa na aliyeua watu wote. Aya inasemaje? Atakayeua mtu mmoja, hukmu yake ni sawa na kaua. Mbona mseme? Mi napenda tuzungumze pamoja, bwana. Aya inasema atakayeua mtu mmoja, hukmu yake sawa na kaua

Kwa wale ambao hawaujui Uislamu. Uislamu umekuja kutetea na kuhifadhi na kulinda mambo mangapi? Ndio tunatoa elimu zingatieni mambo mangapi? Matano. Sikiliza vizuri sasa. Jambo la kwanza, dini. Jambo la pili, nafsi. Jambo la tatu, akili. Uislamu umekuja kulinda akili za watu. Sikilizeni, wazee wa msuba, wazee wa ganja, wazee wa bangi, kiarabu inaitwa hashish, wazee wa hashish, sikilizeni. Uislamu umekataza na kuharamisha bangi. Uislamu umekataza na kuharamisha pombe za aina zote. Kwa sababu gani? Vitu hivi vinaleta nini? Vinarusha nini? Akili. Uislamu unataka akili ya mtu ihifadhiwe. Akili ndio kila kitu. Ukikosa akili utafanya kila baya. Unaweza kuzini, unaweza kuua, unaweza kudhuru watu kwa sababu huna akili. Kwa jambo la tatu, Uislamu umekuja kulinda na kuhifadhi akili za watu na kupiga vita kila kinachoharibu akili za watu. Jambo la nne al ird au nasl, Uislamu umekuja kulinda na kuhifadhi na kutetea ukoo. Kivipi? Uislamu unataka watu wazaliane ukoo uongezeke, ukue kupitia ndoa, na Uislamu umepiga vita zinaa, na ndio maana Uislamu unasema mtoto wa nje ya ndoa si mtoto wako wewe mwanaume, hawezi kubeba ubini wako, hawezi kubeba ukoo wako. Kama baba wewe ni Mzaramo mwenzangu, mama ni mtu wa Tanga, yule mtoto wako nje ya ndoa atakuwa Mzigua au Mbondei au Msambaa, anafata kabila ya mama. Weye uliyemzaa nje ya ndoa, si mtoto wako. Kwa hiyo Uislamu, jambo la nne ambalo umekuja kulinda na kuhifadhi ni koo za watu, nasaba za watu, kwamba nasaba ziendelee na, ziendele na ukoo uendelee na watu waendelee kuongezeka na wazaliane kupitia njia sahihi ya ndoa na siyo uzinzi. Jambo la tano ambalo uislamu umekuja kulinda na kuhifadhi na kutetea, almal, mali za watu. Uislamu unakataza mtu kugusa mali ya mtu, kuchukua mali ya mtu kwa njia zozote zile: utapeli, uchakachuaji, khiana, uwizi, uporaji, ukabaji, uislamu umeharamisha

na heshima zenu juu yenu ni haramu kuzivunja na kuzifikia. Nini maana yake? Bwana Mtume anasema natangaza katika khutuba yangu ya mwisho, ni haramu kumwaga damu baina yenu, ni haramu kuchukuliana mali baina yenu, ni haramu kuvunjiana heshima baina yenu. Haya ni mafundisho ya Mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu Mtume Muhammad. Wenye kumpenda Mtume Muhammad hawawezi kumwaga damu za watu na hawawezi kuwa chanzo cha mwagaji wa damu pahala popote. Hawawezi kuchukua, kuiba na kupora mali za watu. Hawawezi kuvunja heshima za watu.